Tutazame jambo la pili ambalo Mungu hufunua kupitia kuuliza swali. Jambo la pili tunasema kufunua nafasi aliyokupa. Kufunua nafasi aliyokupa. Hili jambo la pili. Mungu huwa anapozungumza nasi au anapokuuliza swali, yamkini kuna watu huwa hatutambui nafasi tulizopo. Kuna watu huwa mpaka mfano tupo kwenye vituo vya kazi unaulizwa, sasa hivi ni muda wa nini? hatuelewe kwa sababu hatuelewe. Mpaka uli tunapoulizwa swali ah, kumbe nimekosea, nilipaswa niwepo darasani, nilipaswa niwepo ofisini, lakini mpaka unaulizwa swali. Mungu alikuwa anafungua nafasi ambayo alikupa mwanzo. Tumuone mfano wa kwanza ni Adamu, Mwanzo tatu nane mpaka tisa, unasema nami nitawatangulia kusoma. Wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini Wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe wakajificha kati ya mti ya bustani Bwana Mungu asiwaone. mstari wa tisa, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia uko wapi? Mungu alipomuuliza Adamu Uko wapi, alimfungulia kutambua. Kumbe Adamu ali baada ya kuulizwa uko wapi, akatambua kumbe sipo kwenye ile nafasi ambayo huwa tunakutana na Mungu, ndio anajibu kwamba nimejificha, kwamba sipo huko, nipo nipo huko kwenye nyasi, nimetoka nje ya nafasi ambayo umenipa mwanzo. Kwa hiyo pasina Mungu kuuliza swali, uwe na uhakika Mungu angeendelea kutembea kwenye bustani na wao, angeendelea kujificha kwa sababu hawakutaka kuona kwamba Mungu agundue kwamba wao wapo uchi Walitaka kujificha, Mungu asiwaone wa. Kwa hiyo kule kujificha, kama Mungu asinge wa wauliza uko wapi uwe na uhakika Mungu angeondoka kwenye bustani pasina Adamu kujitokeza na angekuja tena na kesho, Mungu angeondoka kwenye bustani pasina Adamu kujitokeza. Kwa hiyo ingekuwa ni tabia mpaka na leo Adamu ya kujificha mbele za Mungu, Adamu ya kukimbia uso mbele za Mungu. Kwayo, Mungu kwa hiyo Mungu anapomuuliza Adamu uko wapi, ndipo mlango ulipofunguka kwamba Adamu kugundua kumbe sipo kwenye nafasi ambayo nimewekwa mwanzo, kumbe sipo kwenye nafasi ambayo Mungu amenisemesha mwanzo ninahitaji ni repenti, ninahitaji ni repenti, ninahitaji nimwambie ni kwamba asipo kwenye hiyo nafasi opa, na kwa pasina kuulizwa na swali Adamu asingeweza kugundua. Kwa hiyo Mungu alipomuuliza swali alifungua mlango wa kutaka kufahamu anafa, Adamu unajua nafasi niliyokupa mwanzo, je nafasi uliopo sasa hivi, bado hupo kwenye hiyo nafasi? bona sikuoni kwenye nafasi ambayo nimekuweka. Mbona sikuoni kwenye nafasi ambayo nimekuketisha? Kwa hiyo pasina kuuliza swali Adamu asingeweza kujitafakari na kutambua kumbe nimejificha na kutambua kumbe nimemkimbia Mungu na kutambua kumbe nisijasimama mbele za Mungu. Kwa hiyo Adamu pasina kuulizwa hivyo, huu mlango wa kujitambua kwamba mimi sipo kwenye nafasi ambayo Mungu ameniweka isingefunguka. Mlango ulifunguka baada ya kuulizwa, mlango ulikuja baada ya wao kuulizwa uko wapi. Pasina kuulizwa uko wapi, uwe na uhakika wasingeweza kusimama mbele za Mungu mpaka na leo, wangekuwa ni watu wa kukimbia mbele za Mungu. Na wewe mpenzi wa Mungu, unapokosa mbele za Mungu usikimbie mbele za Mungu, nenda evo na hivyo hivyo, na hiyo hiyo nafasi ambayo umewekwa, umewekwa uwe daktari, umewekwa uwe mchungaji, alafu ukakosea, usikimbie kanisa kwa sababu umekosea. Imetokea labda umedondoka katika uzinzi, usikimbie kanisa kwa sababu umezini, usikimbie huduma kwa sababu umezini, usikimbie kazi kwa sababu umezini, usiende ukajiua kwa sababu umemsingizia mtu, usianze kazi na kuanza kuogopa kutenda kazi kwa sababu fulani, bali nenda hivyo hivyo mbele za Mungu. Biblia nasema katika Zaburi, niende wapi nijitenge na uso wako? Nikienda mbinguni huko, nikienda kuzimu huko, nikienda duniani huko, nikienda chini ya maji huko, hakuna mahali ambapo nitaenda. Nikienda gizani napo huko, nikija kwenye nuru umetawala. Kwa hiyo hamna mahali ambayo mwanadamu utakimbia, ukamkimbia Mungu. Kwa hiyo ni bora ukaenda, "Mungu, uliniweka katika nafasi hii ya uchungaji lakini nimechafuka, ninaomba unisamehe, ninaomba unisamehe. Usikimbie nafasi Mungu aliyokupa kwa sababu ya dhambi, usikimbie nafasi ambayo Mungu amekuketisha kwa sababu umekosea, bali hivyo hivyo ulivyo, nenda hivyo hivyo, Mungu akuone kwamba umekuja kuomba msamaha. Na unapojitokeza mbele za Mungu anakutambua kwamba kumbe unafahamu nafasi niliyokupa, ila kwa bahati mbaya umeanguka. Na ndio maana Mungu anasema yeye alichukua udhaifu, Yesu alichukua udhaifu. Kwa hiyo kumbe tu sisi ni, ni wadhaifu hatuwezi kusimama sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Ndio maana anasema kibinadamu haiwezekani, ila kwa roho inawezekana. Kwa hiyo kumbe kuna njia ambazo tutazitenda si kwamba tunapenda, ni kwa sababu mwili na roho vinashindana, hata hatuwezi kufanya yale yanayotupasa. Kwa hiyo lazima tufahamu, ukikosea usikimbie mbele za Mungu, rudi, tengeneza, rudi mwambie Mungu nimechafuka. Anasema, tazama dhambi zenu zitakapokuwa nyekundu, nitazisafisha na kuzifanya ziwe nyeupe kama theluji. Sasa aweze kuzisafisha dhambi zako zikawa nyeupe kama theluji. Ukiwa nje ya nafasi yaliyokupa, lazima urudi kwenye position, umwambie Mungu, wewe huwa ni mfinyanzi kama ulivyosema katika Yeremia kwamba wewe ni mfinyanzi, chombo kinapoharibika unakifinyanga tena. Nami nimeharibika nifinyange tena. Mungu atakurudisha kwenye position yako ukiwa unatambua nafasi uliyopo kwa Mungu. Alipomuuliza na Adam alimfungulia nafasi ya kutambua nafasi kwa, na wewe pia unapoulizwa uko wapi Usije ukakimbia ukasema kwamba labda ukasingizia, oh, Mungu mimi ni mwenye dhambi, siwezi tena simama mbele zako. Sasa kukimbia hakujawahi kumponya mtu, kukimbia hakujawahi kumwacha mwanadamu salama, bali unavyokimbia ndivyo tabia yako inavyozidi kuharibika zaidi na zaidi. Umetambua kwamba umetoka katika nafasi uliopo, naye Mungu akakuuliza umefanya nini, usianze kukimbia, bali rudi, mwambie Mungu, ninaomba utengeneze upya na mimi, ninaomba utengeneze upya e. Tengeneza tena, tengeneza tena, naye Mungu ni mwaminifu kama alivyosema, nami nitazisamehe dhambi zenu. Nami nitaweka mbali nani? Kama ilivyo mashariki na magharibi, kwa utambue kabisa Mungu ni mwaminifu, atatenda. Tutazame mfano wa pili ambaye aliulizwa swali na Mungu hivyo hivyo, kwa kufunguliwa nafasi alikuwa atambue nafasi aliyopo, ila sasa baada ya kuulizwa swali akapata kufahamu nafasi. Mfano wa pili ni Sara. Kisoma Mwanzo kumi na nane mstari wa tisa inasema, wakamwambia yupo wapi Sara mkeo, yupo wapi Sara mkeo? Swali hili ukilitazama linafanana na swali la Adam kwamba uko wapi? na ukitazama hii mstari ni stori ambayo Abrahamu aliwapokea wageni watatu ambao walikuwa wanaenda na Sodoma na Gomora. Baadaye katika kuapa ndipo walipoachilia ya neno na baadaye wakamuuliza kwamba yupo wapi Sara mkeo. Tambua kwamba hawa watu walikuwa wanafahamu mahali Sara alipo, kwa sababu unasoma ukisoma mistari ya mbele yake almost kama mstari wa kumi na tatu inasema Sara alikuwa amekaa nje ya hema wakamwambia waka kwa nini Sara anacheka? Kwa sababu kama umetambua, Sara amecheka ndani ya moyo, kama umetambua kwamba Sara amecheka ndani ya moyo Sara ukisoma mistari, Sara hakucheka kwa nguvu, alicheka moyoni. Nao wakauliza kwa nini Sara amecheka na walikuwa wajasikia Sara akicheka kwa kama waliweza kusikia ndani ya moyo wake, ina maana walikuwa wanajua mahali Sara ameketi. Uwe na uwe uelewe hilo, walikuwa wanafahamu Sara wapi ameketi. Kwa hiyo walipouliza ile swali kwa Abraham kwamba yupo wapi Sara mkeo, hawakulenga position ya aliyopo saa hiyo kimwili, hawakulenga position ya mahali Sara amekaa, kwa sababu tayari walikuwa wanafahamu kwamba Sara yupo nje ya hema. Maana kama waliweza kuona ndani ya moyo kwamba Sara amecheka, ina maana basi walikuwa wanatambua mpaka na mahali amekaa. Kwa kama walikuwa wanatambua mahali amekaa, swali hili lilikuwa linalenga kwenye ulimwengu wa roho. Mbona Sara haonekani? ukisoma katika Um, mistari ya nyuma yake mlango wa kumi na saba ukiona mistari ya kumi na sita na kumi na, kumi na tano na kumi na sita unaona ahadi ambayo Mungu alikuwa amempa Sara, kwamba Sara ndio alikuwa amepewa ahadi ya kuwa mama wa mataifa. Kwa hiyo Abrahamu ili awe baba wa mataifa ilimbidi apate mke ambaye ana baraka ya kimama wa kimataifa, na hiyo baraka ipo kwa Sara. Ndio maana hata Abrahamu alipokwenda kwa ajili akampata Ishmaeli bado hakufanyika kuwa baba wa kimataifa, kwa sababu ahadi ya kuwa baba wa mataifa ilikuwa kwenye tumbo la Sara ilikuwa kwenye nafasi ya Sara. Sara ndo alikuwa amekuwa hiyo nafasi. Kwa hiyo Abrahamu akitaka aitwe baba wa mataifa lazima apite kwa Sara. Sasa Mungu anapokuja kumuuliza yupo wapi Sara mkeo, ni kwamba alipokuwa akitaka kuileta ile baraka ya kuwa baba wa mataifa wa Ibrahim, wanamkuta Sara yupo kwenye nafasi ya umama wa mataifa, ya umama wa mataifa kwa sasa, ikikamfanya Mungu aje aulize, mbona simwoni Sara kwenye kwenye rada, mbona simuoni Sara kwenye mfumo wangu, mbona simwoni Sara kwenye nafasi niliyomweka kwamba yeye ni mama wa mataifa. Ukisoma mistari baadhi ya hii ukuendelea hapo kumi na nane mstari wa tisa na kumi, ukiisoma utagundua kabisa Sara alikuwa aamini. Uh, ndio maana alisema moyoni yawezekanaje mimi kikongwe na bwana wangu mzee tukapata mtoto tukiwa na hivi? Kwa sababu Sara alikuwa amevuka ile desturi ya wanawake kwa sasa, kikampelekea Sara kuamini na kutokuamini kwamba Mungu anaweza akampa mtoto akiwa hivyo hivyo uzee. Ndio maana alikuwa ametoka kwenye nafasi, alikuwa aamini tena yeye kwamba anaweza kuwa kwenye mama wa mataifa, alikuwa aamini tena, akatoka kwenye nafasi ambayo Mungu amempa, akatoka kwenye nafasi ya kuwa mama wa mataifa, kwamba atazaa mataifa akao, akatoka kwenye nafasi, hakuamini tena. Alikuwa ameshachoka na kukata tamaa kwamba haiwezekani tena, na ndio maana alikwenda naoa ajili alale na bwana wake Abraham ili apate ajili. Sasa, baada ya kutokuamini kwake kukampelekea kufanya maamuzi ambayo sio ndio maana yeye Mungu anakuja kumuuliza, mbona simuoni Sara? Yupo wapi Sara? Kama wewe Abrahamu upo kwenye nafasi, bado unaniamini ninatenda mimi, simwoni mke wako. Ulipaswa kufahamu kwamba mke wako bado anaamini kuhusu mimi, mimi mke wako bado anaamini juu yangu, mke wako bado anaamini ninaweza kumpa mtoto. Maana Sara alikuwa amini, na Mungu alikuwa akiitazama imani ya Sara, sio imani ya kuamini kwamba yeye ni mama wa mataifa, kwa alikuwa aamini kwamba Mungu mwaminifu naye atampa mtoto kama alivyosema. Kwa hiyo alipouliza ile swali, alikuwa anamjulisha kwamba hebu Sara, check your position, Sara. Check your position. Abraham, check the position Abraham the of your wife angalia position ya mke wako, tazama nafasi ya mke wako. Je, yupo kwenye nafasi ambayo nimekuweka kuwa baba mataifa, mkeo ambayo nimemwahidia hiyo kwenye, kwenye mlango wa kumi na saba kwamba yeye atawazaa mataifa naye atakuwa mama wa mataifa. Bado anaamini katika hiyo ahadi ambayo nimempa? Kwa lazima utambue Mungu alipomuuliza hakutafuta position ya kimwili, alikuwa anamfungulia Abraham kutambua kwamba mke wako hayupo kwenye nafasi ambayo limempa. Mke wako ametoka kwenye imani. Ndio maana Sara alikuwa aamini kwamba inawezekana kikongwe akapata mzee, na alikuwa sahihi kwamba haiwezekani kikongwe akapata mzee, kwa sababu kidesturi hajawahi kuona na yeye wa kwanza kikongwe wa miaka tisini kubeba mtoto hajawahi kuona. Ndio maana alikuwa anastaajabu, ndio maana yeye hakuweza kuamini, hakuweza kuamini hata akatoka kwenye nafasi. Kwa hiyo Mungu alipokuja kuuliza ile swali, ilimrudisha Sara kwenye nafasi. Ukisoma mistari ya mbele inaonekana dhahiri kwamba Isaka akaja akazaliwa, akapatikana Isaka. Kwa baada ya Sara kurudi kwenye nafasi ndipo wao walipopata mtoto. Kwa hiyo hata na sisi unapaswa kutambua kwamba Mungu anapokuuliza uko wapi? Alengi hiyo nafasi uliopo sasa hivi. Alengi hiyo nafasi ambayo umekaa analenga nafasi ya kiposition ya kiroho mbona, kuna nafasi ambayo nimekupa. Jaribu kukaa na Roho Mtakatifu, umuulize ni kipi ambacho Mungu ananilenga hapa. Usikurupuke kujibu kwa sababu unayo majibu, usikurupuke kujibu kwa sababu unayo mdomo. Kuwa na nidhamu ya kujibu, kuwa na nidhamu ya kujibu. Ajibuye pasipo kuelewa, huyo ni mwana mpumbavu, huyo ni mwana mpumbavu, na madhara yatampata, kwa sababu unajibu pasipo kuelewa lengo. Lazima uelewe lengo la Mungu anazungumza nini, lazima uelewe Mungu anauliza nini, ili ukijibu uwe sahihi. Tutazame jambo la tatu ambalo Mungu, kwa nini Mungu huuliza swali ikiwa anafahamu ukweli? Kwa nini Mungu huuliza swali ikiwa anafahamu ukweli? Lengo la tatu la Mungu kuuliza swali, kufunua ahadi yake au ukweli wa neno lake kufungua ahadi yake au ukweli kufungua ukweli wa neno lake. Mfano ambao mtu tutamtazamia hapa ni Yeremia. Ukisoma Yeremia moja kumi na moja hadi kumi na mbili nasema. tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia waona nini? Nikasema ninaona ufito wa mlozi. kumi na mbili akasema, ndipo Bwana akaniambia umeona vyema kwa maana ninaliangalia neno langu ili niitimize. Ukisoma mistari utatazama kabisa lengo la Mungu kumuuliza Yeremia, unaona nini. Yeremia alivyojibu sivyo Mungu alivyokuja kumjibu. Lengo la Mungu kumuuliza alikuwa anataka kumfungulia ahadi yake, kwamba neno langu linasemaje, mimi nimekuita wewe, wewe, wewe Yeremia uwe nabii wa mataifa uwe nabii wa mataifa. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo utachenga, utakataa kuwa nabii wa mataifa wa kutazama utoto. Kwa hiyo usije ukaweka utoto kwamba mimi bado ni mtoto, siwezi kufanya kazi ambayo umenipa. Na Yohan, na Yeremia likuwa akibishana na Mungu kwamba itawezekanaje, maana mimi bado ni mtoto, siwezi kusema. Mungu akamwambia usiseme wewe ni mtoto. Kwa hiyo ikabidi Mungu amfungulie kwamba yeye anachokisema ni kweli na amina, naye itatimia, kwamba nimekuweka kuwa nabii mataifa akamwambia, wewe hata ulilie kwamba wewe ni mtoto wewe hata useme kwamba hauwezi kwa sababu bado ni mdogo. Wewe hata ujitazame kwamba hauna uwezo wa kusema mbele za watu wazima, tambua, mimi nimekwisha kuliweka neno kwamba nimekuweka wewe uwe nabii wa mataifa, uwe nabii wa mataifa. Hakuna namna ambako Yeremia utakimbia hiyo kazi ya unabii wa mataifa. Nimekuweka kubomoa, kuvunja kila jambo ambalo sijalitaka mimi, na utasema kama ninavyokuelekeza. Kwa sasa Yeremia, pasina kujua kwa nini Mungu ameuliza kwa ni, unaona nini Yeremia? Akajibu kwamba ninaona mlozi. Kumbe Mungu alichokuwa anakitega kwamba alikuwa anatazama, je tuna, tunaona kama tunafanana, tuna maono ambayo ninakusomesha nayo tumefanana maono. Mungu Yeremia akasema kwamba ninaona mlozi, ila Mungu akamwambia wee oh, umeona vyema, kwa sababu umetazama kwa macho. Umetazama kwa macho, bado wewe ni mtoto. Umetazama kwa macho kwamba haiwezekani, ila mimi Mungu ninalitazama neno langu kwamba wewe ni mtoto ndio

Nabii wa mataifa. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba Mungu alipomuuliza Yeremia vile hakulenga kuambiwa mlozi, alilenga kumfungulia Yeremia kwamba ninachokilenga mimi ninatazama neno. Wewe, oh, unatazama mlozi, ila mimi ninatazama neno. Kwa hiyo oh, Mungu alipomuuliza vile alimfungulia Yeremia kwamba ninaposema wewe, oh, usitazame mwili wako, ninapozungumza usitazame umri wako, ninapozungumza usitazame position ambayo a bali tazama neno ambalo nimekuambia. Nimekuambia kita hapa, usiende Misri, baki hapa hapa Gerari, tii neno ambalo nimekuambia. Usitazame kwamba mwaka huu mavuno amekuwa wachache, kwa hiyo nitalala njaa, usitazame hivyo, bali tazama neno ambalo linasema. Kwa hiyo lazima utambue kabisa Mungu alipomuuliza Yeremia hili, lengo lilikuwa ni li kufungua mlango wa Kufungua mlango wa ahadi yake, kumfungulia yeye nia kutazama neno la Mungu badala ya kutazama circumstances ambazo anazo. Kwa hiyo hata na wewe Mungu anapokuuliza, anakuuliza hilo swali kwamba unaona nini? Yamkini wewe unaona changamoto kwenye familia yamkini wewe unaona changamoto kwenye elimu, yamkini wewe unaona changamoto kwenye ndoa, yamkini unaona changamoto kwenye biashara, yamkini unaona vita katika kila hatua unaopiga. Lakini siku ya leo chukua neno la Kristo, nitazamia neno la Kristo kwamba nami nitakupigania, nanyi mtanyamaza kimya. Nami nitakupigania, nanyi mtanyamaza kimya. Nami nitawapigania nanyi mtanyamaza kimya kwao. Ukilishika hili neno litakuuisha, litakuuisha. Usitazame circumstances ambazo unazo, usitazame changamoto ambazo unapitia, bali wewe tazama neno la Kristo, kasemaje? Kasema yeye yeah, atanipigania. So no matter maadui zangu amekuwa wengi, no matter vita imekuwa kubwa, mimi ninachojua kwamba yeye yeah, kasema atanipigania. Hilo ndilo ambalo ninalitazamia.